Hujambo na karibu tena mtazamaji na mfuatiliaji wetu. Huu ni wasaa mwingine tena ambapo tunakutana tena hapa hapa kwenye chaneli yetu kwa ajili ya kukuhabarisha habari na matukio yanayotokea ndani ya na Tanzania na nje ya Tanzania. Mezani kwetu tuna habari ambayo inahusu tahadhari ya ugonjwa wa hatarishi wa Mpox. Itakumbuka kwamba ugonjwa wa Mpox ulitangazwa kuwepo katika nchi ya jamhuri ya kidemokrasia ya Congo Agosti 14, 2024. Tuungane sote ili tuweze kujua kindani zaidi ugonjwa huu jinsi unavyoambukizwa dalili zake na mengine mengi. Mamlaka za afya nchini Tanzania zimethibitisha kuwepo kwa visa viwili vya ugonjwa wa Mpox baada ya watu wawili kugundulika kuwa na maambukizi hayo. Taarifa iliyotolewa na Wizara ya Afya imeeleza kuwa wagonjwa hao walibainika baada ya kuonyesha dalili za ugonjwa huo, ikiwemo vipele usoni, mikononi, miguuni na sehemu nyingine za mwili pamoja na homa, maumivu ya kichwa, vidonda kooni, na maumivu ya viungo kama vile misuli na mgongo, licha ya kutofafanua zaidi kuhusu wagonjwa hao na mahali walipo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, mmoja wa, mmoja wa waathirika ni dereva magari ya mizigo yanayosafiri nje ya nchi. Uchunguzi wa maabara uliofanyika Machi tisa ulithibitisha maambukizi hayo. Kwa sasa mamlaka zinaendelea na uchunguzi na utafiti wa visa vingine ili kuhakikisha wale waliopata maambukizi wanapata matibabu sahihi. Ugonjwa wa mpox unasababishwa na virusi vinavyopatikana kwa wanyama wa jamii ya nyani na huambukizwa kwa kugusana moja kwa moja na wanyama wenye maambukizi au kupitia majimaji yao. Pia ugonjwa huu unaweza kusambaa kutoka kwa mmoja kwenda kwa mwingine kupitia kugusana na majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au kushiriki mavazi na vifaa vya matumizi binafsi. Pamoja na kuthibitisha uwepo wa ugonjwa huo nchini, serikali ya Tanzania imehimiza wananchi kuchukua tahadhari, kufuata kanuni za kujikinga, ikiwe ni pamoja na kuepuka kugusana na wanyama au mtu mwenye maambukizi. Hata hivyo, wananchi wametakiwa kuendelea na shughuli zao za kila siku kama kawaida huko akizingatia miongozo ya afya ili kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huo. Shirika la afya duniani WHO limeopo uzito wa ugonjwa huo na limekuwa likifanya kazi na nchi zilizoathirika na washirika wake kudhibiti mlipuko wake. Ugonjwa huo litangazwa kuwa hali ya dharura kwa afya ya umma kimataifa mnamo Agosti 14, 2024 baada ya kuongezeka kwa visa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuenea katika nchi jirani lakini mlipuko wa ugonjwa huo duniani ulianza Mei mwaka elfu mbili na ishirini na mbili na umekuwa ukiendelea hadi leo. Katika miezi ya hivi karibuni visa vimekuwa vikiongezeka zaidi huko DRC na kutishia kuenea kwa maambukizi katika nchi jirani ikiwemo Tanzania. Aina mpya ya virusi iitwayo Cred IB inasababisha mlipuko katika maeneo ambayo hayakuathiriwa hapo awali nchini humo na imeenea katika nchi ambazo hazijaripoti mpox hapo awali. Aina mpya virusi vya mpox inaenea kwa haraka katika jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo na wataalamu wamesema ni aina hatari zaidi walioshuhudia. Mpox ambayo zamani iliitwa monkeypox imeenea katika sehemu za magharibi ya kati mwa Afrika na kesi zimekuwa zikiongezeka katika bara hilo kwa miongo kadhaa. Mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na mbili, janga la ulimwengu la mpox liliathiri Ulaya, Australia, Marekani na nchi nyingine nyingi. Ugonjwa wa mpox husababishwa na virusi vya monkeypox, familia moja ya virusi na ndui, ingawa si kali sana. Virusi hivi awali vilisambazwa kutoka kwa wanyama hadi kwa wanadamu na upatikana zaidi katika nchi zilizo karibu na misitu ya mvua ya kitropiki. Katika maeneo hayo, kuna maelfu ya wagonjwa na mamia ya vifo kutokana na ugonjwa huo kila mwaka, na watoto chini ya umri wa miaka 15 wameathirika zaidi. Kuna aina mbili kuu za virusi zinazojulikana kuwepo. Hali mbaya zaidi ilisababisha mlipuko wa kimataifa mnamo mwaka 2022 ambao na mbili ambayo ilienea kwa karibu nchi mia moja ambazo haziwahi kukumbwa na virusi hivyo. Shida ya pili hatari zaidi ikaya kawaida katika Afrika ya Kati ni sababu ya aina mpya iliyogundulika hivi karibuni nchini DRC. Aina hizi mbili hubeba hatari tofauti za ugonjwa na vifo. Je, dalili zipoje? Dalili za awali ni pamoja na homa, maumivu maumivu ya ya kichwa, uvimbe, maumivu ya mgongo na misuli kuuma. Mara baada ya homa, upele unaweza kutokea, mara nyingi huanza kwenye uso, kisha kuenea kwenye sehemu nyingine za mwili, mara nyingi viganja vya mikono na nyayo za miguu. Upele ambao unaweza kuwashwa au kuumiza sana, hubadilika kupitia hatua tofauti kabla hatimaye kutengeneza kipele ambacho hutumbuka baadaye. Vidonda vinaweza kusababisha makovu. Maambukizi kawaida huishia yenyewe na hudumu kati ya siku 14 hadi 21. Kesi mbaya zinazoweza kutokea kwa kushuhudia vidonda vikishambulia mwili mzima na haswa macho, mdomo na sehemu za siri. Mpox huenea kutoka kwa mtu mmoja hadi kwa mwingine kwa kuwa karibu na mtu aliyeambukizwa, ikiwa ni pamoja na kupitia ngono, kugusana ngozi na kuzungumza au kupumua karibu na mtu mwingine. Virusi vinaweza kuingia mwilini kupitia ngozi iliyo na michubuko, njia ya upumuaji au kupitia macho, pua au mdomo. Inaweza pia kuenea kwa kugusa vitu ambavyo Vilishikwa kutumiwa na mwenye virusi kama vile mita, matandiko nguo na tauro. Kugusana kwa karibu na wanyama walioambukizwa kama vile nyani, panya na kuchakuro ni njia nyingine. Wakati wa mlipuko wa kimataifa mnamo elfu mbili na ishirini na mbili virusi vilienea zaidi kupitia mawasiliano ya ngono. Mlipuko wa sasa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unasukumwa na mawasiliano ya ngono, lakini pia umepatikana katika jamii nyingine. Ni nani aliye hatarini zaidi? Kuna chanjo ambazo hukinga dhidi ya sumukali. Kesi nyingi mara nyingi hupatikana kwa watu wanaofanya ngono na wanaume wanaofanya ngono na wanaume. Watu walio na wapenzi kadhaa au wapenzi wapya wanaweza kuwa katika hatari zaidi, lakini mtu yeyote ambaye ana mawasiliano ya karibu na mtu aliye na dalili anaweza kupata virusi, pamoja na wafanyakazi wa afya na wafamilia. Ushauri ni kuepuka kugusana kwa karibu na mtu yeyote mwenye mpox na osha mikono yako kwa sabuni na maji. Ikiwa virusi viko katika jamii yako, wale ambao wana mpox wanapaswa kujitenga na wengine hadi vidonda vyote vipotee. Mpira wa kiume unapaswa kutumika kwa tahadhari wakati wa kufanya ngono kwa wiki kumi na mbili baada ya kupona. Shirika la Afya Duniani WHO linasema Je, yeah, unaweza kutibiwaje? Tiba iliyoundwa kutibu ndui inaweza pia kuwa muhimu katika kutibu mpox, lakini kuna utafiti mdogo kuhusu jinsi inavyofaa. Milipuko ya mpox inaweza kudhibitiwa kwa kuzuia maambukizi. Njia bora ya kufanya hivyo ni kwa chanjo. Kuna chanjo tatu ambazo zipo, lakini watu walio hatarini tu au ambao wamewasiliana kwa karibu na mtu aliambukizwa, kwa kawaida wanaweza kuipata. WHO kwa sasa haipendekezi kuchanja watu wote. Majaribio zaidi ya chanjo dhidi ya aina mpya mpox yanahitajika ili kuelewa ni kiasi gani cha ulinzi kinachotoa. Huo ndio mwisho wa habari hii. Unaambiwa, utajiri mkubwa duniani ni afya. Bila afya njema huwezi kufanya kitu, na bora kinga kuliko tiba. Asante na kwaheri.